Ujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha kila siku ambacho ni kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe. Leo hii nimekuandalia mada ya sarufi ama ya Kiswahili matumizi ya lugha, mada yenyewe ni viunganishi. Kwa hivyo leo hii kwa sababu ya kuomba um, kwa watazamaji wangu wengi wapendwa ambao kila wakati wanawarifu kuwa wakiwa na swali lolote waweze kuniuliza. Kwa hivyo kuna mmoja wenu ama kuna baadhi ya watazamaji waliuliza mbona hawaoni video ya aina ya viunganishi. Kwa hivyo ndio nikajisatiti, nikajiandaa, nikaamua niwaandalie somo kuhusu aina ya viunganishi. Hujambo na karibu, na nakusihi tu mtazamaji, iwapo ni mara yako ya kwanza kutazama video yoyote katika chaneli hii Kiswahili kitukuzwe, ningeomba uweze kubonyeza kidute cha subscribe, uweze kubonyeza kengele na pia uweze kuacha like hapo chini, na pia uache ujumbe mfupi iwapo kuna tatizo ama kuna jambo ambalo ungependa nikusaidie kulitatua ama kusuluhisha. Ujambo na karibu. Kwanza tuanze na kujua aina ya viunganishi. Aa, kabla tujue aina ya viunganishi, kwanza tujiulize Kiunganishi ni nini? Kwa hivyo mtazamaji, kiunganishi ni neno ambalo hutumika kuunganisha maneno mawili au mafungu ya maneno. Maneno mawili inaweza kuwa kama baba na mama, mimi na wewe. Kwa hivyo neno na linatumika kama kiunganishi kuunganisha hayo maneno mawili mawili. Na pia kiunganishi kinaweza tumika kuunganisha mafungu mawili ya maneno. Kwa mfano, leo nitapika chapati kisha kesho nipike maharage. Kwa hivyo neno kisha limetumika kuunganisha hayo mafungu mawili ya maneno ama hizo sentensi mbili. Kwa hivyo tunasema kiunganishi Kwa hivyo ni neno ambalo hutumika kuunganisha maneno au mafungu ya maneno a, tuseme katika katika maandishi ama katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tukishajua maana ya kiunganishi, tunaweza kujiuliza, viunganishi viko aina ngapi? Kwa hivyo tuangalie aina za viunganishi, na nimeweza kuorodhesha aina za viunganishi hapa. Ukiangalia kiunganishi cha kwanza ni, aina ya kiunganishi cha kwanza ni viunganishi vya kujaliza au vya kuongeza. Viunganishi vya kujaliza au vya kuongeza um, mfano wake kuna neno pia na tena, au ama, wala, na mifano mingine mingi, mtazamaji. Pili, kuna viunganishi vya kinyume au vya kulinganua. Viunganishi vya kinyume au vya kulinganua, kuna bali, kuna lakini, ila, ilihali, seuze na pia unaweza ongezea sembuse. Hii ni mifano tu. Kwa hivyo a, tatu, kuna viunganishi vya kuitikia, viunganishi vya kuitikia au vya kukubali, kuna ingawa, hata kama, kuna ingawaje, kuna ijapokuwa ana pia kuna viunganishi vya kulinganisha, kulinganisha vitu kuna kuliko, kuzidi, kushinda. Kuna vya masharti au lazima, kuna ikiwa, au pia unaweza tumia iwapo, na kuna mifano mingine mingi. sita, kuna viunganishi vya sababu, vya sababu mifano, kuna ili, kuna ili kwamba, kuna kwa sababu, kuna sababu, kuna kusudi, kuna madhali, kuna kwani kuna kwa kuwa. Hivyo hiyo ndio mifano uh, maridhawa ya uh, viunganishi vya sababu. Saba, kuna wakati, kisha, tangu, baadaye, kabla ya, kuna hadi, kuna baada ya, kuna hatimaye. Naam, hiyo ndio mifano ya aina za viunganishi. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, ningependa tuingie tujadiliane ama tueleze kwa kina aina hizi za viunganishi na pia tuweze kutoa mifano kwa sentensi. Tuanze na aina ya kwanza, viunganishi vya kujaliza au kuongeza. Kwa hivyo viunganishi vya kujaliza au kuongeza huleta dhana ya kuongeza kitu, huonyesha dhana ya kuongeza kitu ama kujaliza kitu. Kwa mfano katika orodha, kwa mfano kuna mfano katika sentensi mwanzo, wacha tuseme, huleta dhana ya ongezeko kwa orodha orodha ya vitu. Kwa hivyo huleta dhana ya ongezeko kwa orodha ya vitu. Kwa mfano naweza sema, naweza sema, nipike chamcha nipike chamcha au nioge kwanza. Nipike chamcha au nioge kwanza. Pia unaweza sema, ukienda sokoni nilete maembe, chungwa na parachichi. Ukienda sokoni niletee maembe, chungwa na parachichi. Kwa hivyo kiunganishi chetu kiko hapo, viunganishi vyetu ni hivyo. Viunganishi tunatumia herufi u kuonyesha viunganishi. Kwa hivyo, hivyo hivi ni viunganishi vya kuonyesha kuongeza, viunganishi vya kuongeza au kujaliza. Aina ya pili, kuna viunganishi vya kinyume. Kuna viunganishi vya kinyume au kulinganua na viunganishi vya kinyume au vya kulinganua, na tulitoa mfano tukasema, kuna mfano wa bali, lakini, ila, ilhali, seuze. Kwa hivyo, hivi ni viunganishi ambavyo huleta dhana au maana ya kuonyesha kinyume cha kitu, kinyume cha kauli ama kulinganua. Kwa mfano, huleta dhana ya kinyume kwa mfano, katika sentensi tunaweza sema, tunasema nilijitahidi nilijitahidi bali sikufaulu. Kwa hivyo, unaona hivi viunganishi vinaonyesha kinyume mtu anapojitahidi tunatarajia awe atafaulu katika jambo fulani, lakini hivi viunganishi vinaonyesha kinyume cha hayo matarajio. Kwa hivyo unapata kuwa nilijitahidi bali si kufaulu, nilijitahidi bali si kufaulu. Pia unaweza tumia lakini, lakini si kufaulu. Pia unaweza tumia ingawa ingawa sikufaulu nilijitahidi, ingawa sikufaulu. Kwa hivyo hivi ndivyo viunganishi vya kuonyesha kinyume, mtazamaji. Aina ya tatu, aina ya tatu, kuna viunganishi vya kuitikia au kukubali. Na viunganishi vya kuitikia au kukubali, yaani kuitikia kitu fulani ama kukubali jambo fulani. Kwa mfano kuna ingawa, kuna hata kama, kuna ingawaje, kuna ijapokuwa. Kwa hivyo huonyesha kuitikia ku, uh, kulingana na kauli ya kwanza, kama kauli iliyotangulia ni kinyume ama haikuwa mtu hakuwa ametarajia ifanyike kwa hivyo hivi viunganishi unganishi vinaonyesha kukubali jambo hata kama lilikuwa baya. Kwa mfano, tunaweza sema nita nitajituma nita nitajituma masomoni nitajituma masomoni hata kama hali hali ya nyumbani ni ngumu. Nitajituma masomoni hata kama hali ya nyumbani ni ngumu. Nitajituma masomoni hata kama hali ya nyumbani ni ngumu. Kwa hivyo hata kama ni kiunganishi cha kuonyesha kuitikia. Kwa hivyo, hii inaonyesha kuwa hata kama hali ya nyumbani ni ngumu, nitajituma masomoni. Kwa hivyo, nimeitikia, nimekubali kujituma masomoni, hata kama kizuizi ni hali ngumu ya nyumbani. A, pia kuna viunganishi vya kulinganisha na viunganishi vya kulinganisha hivi, huleta maana ya kulinganisha vitu viwili au zaidi. Kwa mfano, kuna kuliko, kuzidi na kushinda. Kwa hivyo naweza sema kuleta dhana ya kulinganisha, kulinganisha vitu viwili au zaidi. Kwa mfano, kwa mfano, kwa mfano Abiud ni mrefu kuliko Azad. Abiud ni mrefu kuliko Azad. Kwa hivyo kiunganishi kuliko kimetumika kuonyesha uh, ulinganishi, imelinganisha Abiud na Azad. Pia kuna kuzidi ama kushinda mvua mvua ya leo ilikuwa mingi, ilikuwa nyingi kuliko jana mvua ya leo ilikuwa nyingi kuliko jana, ama pia unaweza sema kushinda, kushinda jana. Kwa hivyo, hivyo ni viunganishi vya kuonyesha kulinganisha. Viunganishi aina ya tano, viunganishi kuna viunganishi vya masharti au lazima Viunganishi vya masharti au lazima. Kwa hivyo, hapa kuna mfano wa ikiwa ama iwapo. Kwa hivyo, hivi vinatumika kuonyesha kuwa jambo litatendeka kwa masharti fulani, kama jambo lingine litatendeka. Jambo fulani litatendeka kama jambo fulani litatendeka. Kwa mfano, unaweza sema nitaenda shuleni iwapo wazazi watanilipia karo. Kwa hivyo, iwapo imetumika kuonyesha masharti, kumaanisha hauwezi enda shuleni kama tendo la wazazi kulipa, mash, uh, kulipa karo halijafanyika. Kwa hivyo, linaonyesha masharti au uh, ulazima. Kwa hivyo, tunaweza sema nitapika ugali iwapo nitapata maji. Nitapika ugali iwapo nitapata maji. Kwa hivyo, iwapo ni kiunganishi cha kuonyesha masharti, kama hutaweza kupata maji, hivyo basi tendo la kupika ugali halitakuwepo. Pia nitamlinda vyema ikiwa atanitii. Nitamlinda vyema ikiwa atanitii. Kwa hivyo, kama hata ukuwa na uwezo wa kunitii ama kutii masharti yangu, basi sitamlinda vyema. Kwa hivyo, ikiwa na iwapo ni viunganishi vya masharti. Sita, kuna viunganishi vya sababu, vya kuonyesha sababu. Hivi ni vya kuonyesha vinaleta uh, dhana ya sababu, dhana ya kutoa sababu ya jambo kutendeka, kutoa sababu ya jambo kutendeka viunganishi vya sababu kwa mfano kuna ili, ili kwamba, kwani, kwa kuwa, kusudi, madhali na viunganishi vinginevyo ambavyo hatutaja hatujataja hapa. Kwa hivyo, katika sentensi unaweza sema unaweza sema nitasoma kwa bidii kwa sababu nataka kupita mtihani. Nitasoma kwa bidii kwa sababu nataka kupita mtihani. Kwa hivyo, sababu ya wewe kusoma kwa bidii unataka upite mtihani. Pia unaweza sema nitajikakamua ili niende ughaibuni. Kwa hivyo, uh, uh, kusudi lako la wewe kujikakamua ni ili ufike ughaibuni. Kwa hivyo inaweza kuwa tunaweza sema nitajikaza masomoni ili nipite mtihani. Kwa hivyo, ili ni kiunganishi cha sa. Sababu, nilichelewa shule kwa sababu nilishindwa kuamka mapema. Kwa sababu, a, kwa hivyo jambo ambalo lilisababisha we ukachelewa kufika shuleni ni kwa kuchelewa kuamka kutoka kwenye usingizi, ulishindwa kuamka mapema a. Mwisho, kiunganishi cha mwisho ni viunganishi vya wakati. Viunganishi vya wakati hivi ni vya kuonyesha wakati ambapo a mambo mawili yatatendeka ama jambo fulani litatendeka saa ngapi, kisha lingine lifanyike saa ngapi. Kwa mfano kuna kisha, unaweza sema nitaandaa chakula kisha nikaoge, ama unaweza sema sijamuona tangu juzi, nimekuwa nikipalilia mimea tangu mwaka jana. Kabla ya nilikuwa napalilia mimea kabla ya mvua kuanza kunyesha. Kwa hivyo uh, vivu, uh, viunganishi vya wakati ni rahisi hivyo, ni maneno ambayo tumeyazoea, maneno ambayo tumeyazoea. Alipigwa hadi akazirai, alipigwa hadi akazirai. Huo ni mfano mzuri pia wa viunganishi vya uh, wakati. Kwa hivyo kufikia hapo, mtazamaji ningependa uh, kushukuru kwa kutenga muda wako ambao ni adimu sana, uh, kwa kuweza kutazama video zangu na pia na kushukuru kwa sababu umeweza kusubscribe, umeweza kulike, na pia umeweza kuniwachia ujumbe ambao umeweza kunitia moyo ili niendelee kufanya kazi njema, uh, kazi ambayo inatusaidia tunatia fora katika lugha ya Kiswahili kwa hivyo jambo ambalo ningekusihi uendelee kutegea katika chaneli hii ya Kiswahili kitukuzwe ya mwalimu Wanjala, kisha utaweza kufaidika pakubwa. Tukutane kwa kipindi kijacho. Shabashi!